Bwana kwanza nikupe hongera sana ndugu yangu. So proud kukuona pale jukwani energy kali. Hongera sana ndugu yangu. Tunataka tulipe yale ambayo wiki iliyopita, kama kuna Watanzania hivi walikuwa wamezungumza mengi kwa J4. Tumeonyesha kwamba mdogo Elisha hakuwa na hayo. Eh, bwana sasa, unajua kazi zinakuwa zina changamoto sometimes, barabarani, sometimes tuna maisha yetu binafsi ambayo, so, siwezi kuelezea shida kubwa ilikuwa ni nini lakini changamoto ambayo imetufanya tusifike lakini tumefika leo. Inaonekana sasa hivi kwenye mziki wa Singeli umekuja kwa kasi sio speed ile uliyokuwa nayo mwanzo. Inaonekana baada ya kumuona kama Dogo Pateni hivi anakuwa anafanya poa zaidi kuliko wewe ulivyokuwa hapo hapo awali. Sasa hivi unaonekana umekuja na speed nyingine ya tofauti. Je, inawezekana ni kwa sababu madogo sasa hivi wanakuja kasi na umeamua kukiwasha au hii ndio style yako ambayo unayo unaitumia kila siku? Sawa wewe. Hata mpira una mashabiki, mashabiki wanakuwa na sifa zao mbaya sana kwenye mpira sometimes wanang'oa viti kwa Mkapa, unaona kwa hata kwenye hilo swali ambao unaniuliza wewe, ni mwandishi lakini unaweza kama mashabiki kwa sababu uwimbi au si, kwa mimi sijui kuhusu hilo. mimi ninachojua tu ni Elisha, iisha anafanya kazi zake basi, mm. au mwingine wewe kanao kama shabiki tu, kwa sababu wewe ni shabiki wimbi, mzee Bongo Trendy TV kwenye industry nzima ya mziki wa singeli, tumeona sasa hivi kuna nominate nyingi zimetokea, lakini ukubwa ambao Dogo Elisha unao mimi nadhani amekuuliza swali zuri sana hapo kuhusiana na Dogo Patten. Watu wanakufananisha sana na Dogo Patten. Wengine wanasema kabisa sasa hivi kama mdogo Elisha sasa hivi moto umekuwa mkubwa sana kutokana na Dogo Patten na fan show. Baka naomba niingilie. Ah, ajbwanaaso mbea unajua wa kazi zangu bwana <laughs> sometimes zinakuwa ngumu, sometimes rahisi. Unajua ukimweka mdogo Elisha ukimweka mdogo Pateni Emu, hapo hapo kuna miaka sio, Elisha Elisha, mimi mdogo mdogo mdogo. Kwa hiyo kuhusiana na na swala mtu sauti, ni harakati zake, mitikasi yake kwenye za kazi. Lakini si mdogo wako huyo, vitu wetu taifa. Mbona kama mbona kama umepanic ile swali la mdogo wako sauti? Kwa sababu interview za watu nimesimama. Unajua Tuna watu ambao wanatusababisha kuwa inspire. Mimi umeni inspire kwenye upande wa singeli, lakini nataka nifahamu una ukaribu wote na Dula? Dula. Dula makabila, yani ukaribu wa story, simu. Hey, ukaribu upo. Naimba Singeli sisi wote. Una, una wish kufanya naye ngoma yoyote kali king kwa sababu wanangu wameniita sana king kipindi ambacho mimi sijaamua kusema kwenye interview yote, kama mimi ni king au sio. Kwa sasa ni swavunje nguvu mashabiki zangu ambao wanani comment sometimes bro king nili. Alafu mimi mwenyewe siji appreciate kama ni king. Unaongelea vipi muziki wa dola? Uko we'll fresh. Ah, poa. Tunakubali sana mdogo Elisha unafanya poa. Pia, nini next baada ya kuwa unacheza clip clip? Tunazoona, unajua, clip clip zako zinatambaa zinasambaa sana TikTok na pia ndio zinasababisha pia mziki wako unaendelea kukua zaidi. Nini next kikubwa zaidi baada ya hizi clip clip? Kikubwa ni ukubwa tu ambao watu wanaona sasa hivi utazidi zaidi ya kwa sababu ukubwa unahitaji ukubwa kama nafuna mfanyabiashara anaweka pesa, na anafuata pesa si ndio? mm. Kwa kama jinsi ambavyo pesa inazidi kukua kwenye biashara za watu pamoja sana. Tumeona sasa hivi wasanii wakubwa wameona upande wenu wa Singeli kama kuna upepo hivi. Mbona Zuchu alivyomwona Pateni akamchukua, lakini pia Dogo Sergeant Eh, Chino anamani na alivyomuona kwamba anafanya vizuri akamchukua, lakini watu wanasema kama Next TV Harmonize anaenda kumchukua mdogo Sajen, anaenda kumchukua mdogo Elisha kumweka pale Konde Music Worldwide. Kuna ukweli wote? Sijui. Yani, hizi comment nimeziona nyingi sana, ndio maana leo nikakukimbilia nime nimetoka mbali sana n Sijui lakini hata J4 hapa akiweka brand yake, mimi naingia refresh kwa sababu yeah, kila kitu wasi, najua. Kama nani, nani, nani, nani.

zipo nyingi sana. Kama naomba sasa hivi nilipie. Tena nazo tena ileta hapa. Moja kuna t-shirt t-shirt. Kipindi kama swali so langu kata, kaka, kaka. anauza nazo nyingi sana. Content Elisha, kama umeniluka swali langu unajua. Kwa nini? umeenda kwa moja kwa moja. Nimesema kama ikitokea eh, kama ikitokea aka nataka tuiweke sana. Na mimi nimesema mi ni msanii nafanya kazi kwao, nahitaji brand ambayo inanifikisha popote Kwao kama ulisikia inaweza ikawa ilisha, kwa sababu ni band ambayo inajulikana Tanzania, na band ambayo inafanya vizuri pia, na mimi ni mtu ambaye na ndoto kama wasanii wengine tena Yaani wategemee <laughs> Anarudi tena, tena. Kama nilimpa milioni kumi nitamongeza hey. Kidogo waleta <laughs> ah, <laughs> hey. T-shirt bwana tuone hapa anachukua <laughs> t-shirt ya mdogo Elisha. Bwana mdogo Elisha ana brand yake. Mimi na maswali kwenye hii kodi hapa, kwa nini ishirini na saba nukta kumi na mbili? hiyo tarehe yangu ya kuzaliwa, afu najua nimefanya kama sema kumu appreciate bibi mkubwa, kwa sababu ndo mtu ambaye every day ananiombea mziki wangu unahusiana na, na maombi yake sana. Elisha, hivi vitu vimekuwa surprise sana yeah, kwetu sisi lakini mimi naamini kwa ukubwa ambao wewe unao. Mimi najua kabisa mimi nimeshapita huko nimekutana na mabango kwenye magari kwenye mabajaji na vitu vinginevyo. Uh, trust ya watu ambao sasa hivi unaenda kuwaambia hapa kwenye media. Bongo Trend ni media kubwa sana. Unawaambia nini kuhusiana na hiki ambacho sasa hivi tunakionyesha hapa? Hebu waeleze kwa nini mdogo Elisha ameamua kukifanya? Huenda kuna kitu nataka kukifanya kikubwa zaidi ya t-shirt kitu, kitu cha kwanza unajua, msanii inahitajika uwepo uwepo wako ndo usanii, si ndivyo? Kwa uwepo wangu unaweza ukatokana na matisheti so, unaweza uwepo wangu unatokana na matisheti ambayo yapo, uwepo wangu unatokana na kazi ambazo zinaendelea kufanya. Kwa hivi nafanya pia ili watu pia ambao wananisupoti kwa roho moja wao wanajisikia pia amani kwa mamonetu, ametuletea moja mbili tatu moja mbili tatu, umeona bwana eh? Hey, ndio hivyo na kumalizia kwenye muziki wako na nawakubali sana wanangu, kama hivi matisheti yakoanajeeba yeah. Amechukua kwake pale nyeusi, i nilikuwa nauliza zinapatikana wapi, ofisho kabisa huyu bwana U...